Mambo yamezidi kuwa mazito, hali imezidi kuwa ni ya mvutano mkubwa, ambapo zikiwa zimesalia siku tatu kufika Juni 15, 2025, siku ambayo mchezo wa Kariakoo Dabi unatarajiwa kuchezwa kati ya Yanga Sport Club ambao ni wenyeji na Simba si Sport Club ambao watakuwa ugenini, wageni. Simba Sport Club wamegoma mchezo namba 184 ikiwa utafanywa mabadiliko. Ipo wazi kwamba Yanga Sport Club Juni 9 2025 walitoa taarifa kuwa hawapo tayari kwa mchezo wa namba 184 ambao uliahirishwa Machi 8 2025 na bodi ya ligi kwa kubainisha kuwa ili wacheze lazima matakwa yao manne yafanyiwe kazi. Matakwa ya Yanga Sport Club ni pamoja na kujiuzulu kwa CEO wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara Almasi Kasongo kujiuzuru kwa Katibu Mkuu wa TFF Wilfred Kidau na wanataka bodi iwe huru na kupewa zawadi ya ubingwa wa CRDB Federation Cup ambao wa walihutua msimu wa 2023 2024. Rasmi Juni 12 2025, Simba Sport Club wamebainisha kuwa mabadiliko yoyote ya mchezo huo unaotarajiwa kuchezwa Juni 15, 2025 yakitokea yatakuwa batili. Taarifa ambayo imetolewa na Simba kupitia ukurasa wao wa Instagram imeeleza namna hii: klabu ya Simba inawaarifu umma, wanachama na wapenzi wake kuwa itaingia uwanjani siku ya Jumapili Juni 15, 2025 kushiriki mchezo namba 184 kama ilivyopangwa na Bodi ya Ligi Kuu Tanzania. Mabadiliko yoyote ya kujaribu kuahirisha mchezo huo ni batili na kinyume na taratibu za uendeshaji wa mpira wa miguu. Kwa msingi huo, klabu ya Simba haitashiriki mchezo wowote wa namba 184 isipokuwa ule uliopangwa kucheza siku ya Jumapili ya Juni Tunawaomba wanachama na wapenzi wa klabu yetu kujitokeza kwa wingi kuijaza Benjamin Mkapa siku hiyo muhimu ili kuiunga mkono timu yetu, hiyo ilieleza taarifa ya Simba Sport Club ambayo imetolewa mapema Juni kumi na mbili elfu mbili na ishirini na tano na ikumbuka kwamba sekeseke hili na sakata hili lilikuwa ni zito sana, kwa sababu baada ya uongozi wa Yanga Sport Club kubainisha kuwa hawatacheza pia mchezo wa fainali ya CRDB Federation Cup dhidi ya Singida Black Stars, mchezo unaotarajiwa kuchezwa Juni 28, 2025 uwanja wa Amani Zanzibar, ni mpaka pale watakapolipwa hela ya ubingwa. Sakata lao hilo pia nalo limezua picha mpya. Ikumbuka kwamba Juni tisa elfu mbili na ishirini na tano Ali Kamwe, ofisa habari wa Yanga Sport Club, aliweka wazi kuwa hawatacheza mchezo wa fainali ya CRDB mpaka watakapolipwa hela ya ubingwa waliotua msimu uliopita. Nukuu ya Kamwe ilisema kuwa taarifa hii iwafikie ofisi ya katibu mkuu wa TFF na wadhamini wa mashindano ya kombe la shirikisho la CRDB kuwa hatutacheza mchezo wa fainali wa CRDB siku ya tarehe 28 mpaka tutakapolipwa hela yetu ya ubingwa kwa msimu uliopita. Tumevumilia dharau hizi kutoka kwa mamlaka za soka kwa muda mrefu sana. Sasa hii imefika mwisho. Hii ya Zanzibar pia hatuchezi kamwe aliongeza kuwa hawatakuwa tayari kucheza ligi msimu elfu mbili na ishirini na tano ishirini na sita na hawatayumba kwa lolote lile kwa kuwa ni msimamo wao napenda kuwajuza uandishi wa habari yasipofanywa kazi matakwa yetu matatu kwa uharaka Yanga Sport Club haitakuwa tayari kucheza mchezo wa namba 184 mechi zote mbili za ligi zilizobaki na hatutashiriki ligi kuu msimu ujao huu ndio msimamo wetu na hatutayumba kwa lolote. Baada ya taarifa hiyo ya CRB uh, kutoka kwa Yanga kudai kwamba hawajapewa zawadi zao uh, CRB wao Juni 10 2025 walitoa taarifa kwa umma kuwa benki ilikamilisha wajibu wake kifedha kwa TFF kama sehemu ya makubaliano ya udhamini wa mashindano hayo. Malipo yote ya msimu uliopita yalifanyika kwa TFF kwa mujibu wa mkataba baina ya benki ya CRDB na TFF. Na baada ya taarifa hiyo pia, TFF wao kupitia kwa ofisa habari Clifford Ndimbo walitoa taarifa kuwa TFF ndio inayoidai Yanga Sport Club na iliomba kuwa barua fedha za zao za zawadi katika mashindano mbalimbali zitumike kulipa malipo yanayotakiwa kulipa kwa TFF ikiwemo ada za wachezaji wa kigeni. Na ikumbuko kwamba bodi ya ligi wao waliweza kuweka wazi kwamba wenzetu wamekuja na mambo manne ambayo sisi kama bodi tuna wajibu wa kupokea na kuyachakata, sio kupokea tu na kuyachakata. Azimio la kwanza ilikuwa kuvunjwa kwa kamati ya usimamizi na uendeshaji ya bodi ya ligi, na kuna kamati ya kusimamia na kuendesha ligi ipo hiyo kwenye kanuni Jambo la pili kujiuzulu kwa ofisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi, jambo la tatu kujiuzulu kwa katibu mkuu wa TFF, na jambo la nne bodi ya ligi iwe chombo huru. Itoshe kusema kuwa tumepokea, lakini haya mambo yote manne yapo nje ya uwezo wa mwenyekiti wa bodi. Mamlaka ya utendaji wa shirikisho la mpira wa miguu ndio wana uwezo wa kufanyia kazi na kutapeleka kwenye mamlaka husika kama nilivyotangulia kusema kuwa haya waliowaleta tumeyapokea, ila yapo nje ya uwezo wetu. Tuna mamlaka ya kuwasilisha kwa mamlaka inayohusika ili kuyafanyia maamuzi. Kwa yale ambayo yapo ndani ya uwezo wetu ikiwa ni ratiba, sisi ratiba yetu ipo kama ilivyopangwa, kwa sababu chombo kinachoendesha na kusimamia ligi ni chombo kingine ratiba yetu tulisema kuwa mechi namba 184 itachezwa Juni 15, 2025. Sisi tuna wajibu wa kupeleka hoja katika mamlaka husika. Ratiba ipo vile vile mpaka kamati itakapotoa taarifa nyingine. Yanga Sport Club nafasi yao ni kwamba wangetamani haya yafanyike ili warudi kwenye mchezo. Ukitazama haya yanawezekana, lakini haitakuwa kwa siku moja. Ni mchakato ambao unahusisha kamati nyingi ukiyatazama maazimio yao yapo nje ya po, mamlaka ya Bodi ya Ligi. Hiyo ilikuwa ni uh, kutoka kwa Bodi ya Ligi kwa Almasi Kasongo ambaye ni CEO wa Bodi ya Ligi. Hivyo kumekuwa kuna mvutano, kila mmoja ana anavutia kwake jambo ambalo limekuwa likiibua maswali kwamba itakuwaje? Ni nini ambacho kitatokea Juni kumi na tano elfu mbili na ishirini na tano? Na simba wao wamebainisha kwamba wanaendelea na mazoezi na wapo kambini kwa ajili ya maandalizi ya mchezo namba 184 unaotarajiwa kuchezwa uwanja wa Mkapa Juni kumi na tano elfu mbili na ishirini na tano, zikiwa zimesalia siku tatu kutoka sasa ikiwa ni Juni kumi na mbili mpaka pale ambapo watani wa jadi watakutana uwanjani kusaka pointi tatu. Msimamo wa Yanga upo pale pale kwamba wao hawapo tayari kucheza mchezo huo mpaka matakwa yao yatakapotimia. Hivyo tusubiri na tuone ni nini ambacho kitatokea kuelekea Juni kumi na tano elfu mbili na ishirini na tano kuelekea kwenye mchezo namba mia moja themanini na nne ambao umeleta mtikisiko kwa kila pande, ambapo pande zote mbili zimekuwa zikibainisha kwamba hazitacheza mchezo. Kwa Simba wao hawatacheza ikiwa tarehe itabadilishwa, na Yanga Sport Club wao hawapo tayari kucheza mchezo mpaka matakwa yao yaweze kufanyiwa kazi, lakini pia haitakuwa kwa Juni 15 2025. Sauti ya Lunyamadi Zomliuka, a boy from Jombe place to be.